Vodacom, kazi ni kwako uh, um, katika ziara yangu ambayo nilikwenda ni, ni, ilikuwa eh, ziara ya kimya kimya sana yeah, nilikwenda kutembelea hospitali ya Mwananyamala usiku mm, Nilikwenda kama mgonjwa mgonjwa wa kawaida kwa ajili ya kuona utoaji wa huduma ukoje hasa nyakati za, za usiku nyakati za usiku, kumekuwa na wagonjwa wengi wa dharura ambao wanajitokeza wanakwenda pale, na kumekuwa kuna matukio ya, ya wananchi kulalamika juu ya utoaji wa huduma. Kwa hiyo nimefika, nimefika na nikafanikiwa eh, kujionea mwenyewe eh, utaratibu ulivyo. Nimefanikiwa kutembelea wodi zote, wodi ya watoto nimekwenda, wodi ya wanaume nimekwenda, wodi ya, ya kinamama Nimeshuhudia e, changamoto kubwa changamoto kubwa. e, vitanda vingi havina havina vyandarua e, mashuka hakuna, watu wanalala kwenye magodoro e, hawana mashuka e, wodi ya watoto haina vyandarua na na, na na vile vyandarua vichache vilivyopo ambavyo vina vina matundu vimekwisha, ni vile ambavyo wakinamama wanaouguza watoto wamekuja navyo lakini nimeshuhudia pia kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya madaktari ambao wanafanya kazi ya kuhudumia watu. Idadi e, niliyoikuta ni madaktari wa watatu ma wawili hawa wako, mmoja iko theatre na no wengine iko kwenye emergency. Kwa hiyo anabaki daktari mmoja tu ambaye anapokea wagonjwa wote wanaofika usiku. E, sasa ni jambo la kusikitisha sana kwanza, katika hospitali kubwa kama Mwananyamala ambayo iko iko iko Dar es Salaam, iko Kinondoni, kukuta kwamba kuna daktari mmoja tu anayeatendi wagonjwa wanaofika wana. Ukienda kule mikoani sehemu nyingine hospitali za, za, za wilaya kuna madaktari zaidi ya hao. Lakini la pili, inafedhehesha sana kukuta kwamba wodi zetu bado hazina, hazina vyandarua watoto wadogo wanalala watatu wanne kwenye kitanda kimoja, wamepangwa na na wazazi wanafanya kazi ya kupepea mbu usiku mzima. Kwa hiyo binafsi ya haya yalinisikitisha sana e, kwa sababu hospitali inayo mapato ambayo yanatokana na fedha ambazo wagonjwa wanatoa, na fedha hizi haziendi kwenye manispaa, zinabaki katika hospitali husika. Sasa inakuwaje hospitali ishindwe kununua neti, hospitali ishindwe kununua e, mashuka, hospitali ishindwe kununua mabomba ya ya sindano? Wagonjwa wote wanalalamika huduma hizi hazipo e. Lakini nimekwenda kwenye kwenye kwenye chumba cha kuhifadhia maiti e, nime nime- nimefika nime pale na nimeona changamoto zao. Jokofu moja limeharibika na haijulikani litatengenezwa e, lini E, nimekwenda kwenye chumba cha emergency pia, nimekutana kwenyewe, hakuna mashuka. Kwa hiyo ni, ni ni vitu vimenisikitisha sana, ambavyo naamini kama ningeenda katika utaratibu wa kawaida wa mchana, pengine ningekuta e, vimerekebishwa. Kwa hiyo, hali halisi, hiyo hali halisi niliyokuta Mwananyamala ndio hiyo e, bado utoaji wa huduma, mazingira ya, ya, ya kuhudumia wagonjwa ni mabovu kwa hiyo e, nimeona uhalisia. Hatua ambazo nimezichukua, moja e, nimemwelekeza mkurugenzi na nimemwagiza ndani ya siku saba e, nataka e, wodi zote ziwe na mashuka. E, la pili e, wodi zote ziwe na neti e, kuanzia wodi ya watoto, wodi ya wanaume na wodi ya kina mama. Sasa kusikia kuna wodi haina vyandarua haina, haina lakini jambo la tatu nimemtaka aniletee taarifa ya mapato na matumizi ya mwezi uliopita ya Mwananyamala Hospitali, nijue ni kiasi gani wanapata kutokana na na, na na fedha wanazokusanya kwa wagonjwa na wanatumiaje hizi fedha e, lakini pia nimesema utaratibu huu kuanzia sasa utakuwa na utaratibu wa kudumu, kwamba kila mwisho wa mwezi hospitali zote za mkoa za, za, za, za, za Kinondoni ziweze kuwasilisha taarifa ya mapato na matumizi na niweze kupatikana taarifa hiyo katika ofisi yangu e. Kwa hivyo haya ni maagizo ma ambayo nimeyatoa, ni kwa kwa kwa kipindi hiki cha cha cha dharura -cha, lakini mimi nimefanya kwa kwa hatua za za muda mrefu za, ku za kujadili na, na, na kujipanga kwenye swala la afya. Tarehe kumi wiki ijayo e, siku ya Jumanne naandaa e, na, na nimeitisha kikao na wadau e, e, na, na wauguzi na madaktari wa hospitali zetu zote arobaini na nane ambazo za serikali zilizoko Kinondoni. Kwa hiyo nimeitisha nime kikao hicho ambacho, kikao hiki sasa nitakwenda moja kwenda kutoa mwelekeo ma, maagizo na maelekezo ambayo, ambayo mimi kama mkuu wa wilaya mwakilishi wa rais E, na kwa niaba ya mkuu wa mkoa nataka tuelekee wapi kuhusiana na huduma ya afya katika hospitali zetu. Kwa hiyo nakwenda kutoa mwelekeo huo tarehe kumi, siku ya Jumanne, tutawaeleza nini wanata, nataka wafanye na tutazungumza na, e, mapungufu walio nayo na mfumo gani ambao nadhani utakwenda kukabiliana na na, na, na, na changamoto hizo. Kwa hiyo tunaamini baada ya mkutano ule sasa wote e, tutaondoka na kauli ya pamoja na kitakachofuata sasa kitakuwa kitakuwa ni utekelezaji. Watu wetu wamekuwa na tabia, ukishawaambia nitakwenda siku fulani kwenda kutembea, watakaa, watajiandaa, watakutengenezea vitu vingine ambavyo ambavyo si vya kweli. Kwa hiyo hii siwezi kuizungumza, lakini wakati wowote watumishi wa afya wajue, wakati wowote ee, saa yoyote na siku yoyote, e, lolote linaweza likatokea, e, na wanawajue mkuu wao wa wilaya Wakati wowote siku yoyote saa yoyote ninaweza nikatinga mahali popote kuhakikisha kwamba, na, naangalia utoaji wa huduma. Kwa hiyo watu wajiandae muda wote. Ile tabia ya kusubiri kwamba kiongozi atatoa taarifa atawaandikia watu barua e, waitishe vikao waende wakatafute ma, mashuka ya kukodi wakatafute neti ambazo wamezifungia kwenye store wanagawana wao wazifunge ili nikute mambo mazuri, hiyo sio staili yangu. Mimi sina ratiba maalum Sina muda maalum, naweza nikakuvamia wakati wowote, na nikikukuta e, una mapungufu, hiyo ndiyo ninayoichukua kwamba ni picha halisi ya, ya eneo husika. Kwa hiyo siwezi kuzungumza ni lini nitakwenda kutembelea, lakini watu wanitarajia wakati wowote.